Nyakati ah, nataka niwaambie watu wa Mungu. Sasa hivi Mungu hayuko tena huko kwe, jamani, the role of Jesus, kazi ya Yesu kufa msalabani ilikuwa na maana gani sasa? This is the season. Which season? Yesu anasema sharti niondoke ili nimwachilie huyo na huyo anayekuja huyo. Hawaachi nyinyi yatima, atakaa na ninyi mpaka ukamilifu wa dahari pojua wewe ni nani, wengine watakuelezea kwa upotoshaji. Na nguvu haikopwi, inarejeshwa unapokubali ukweli wa Mungu, the moment, saa ile ile unakubaliana na ukweli wa Mungu, saa ile ile unakubaliana na ukweli wa Mungu nguvu inaingia ndani yako. Kwa nini? Kwa sababu ili, ili neno ili neno ni nguvu. Wangapi wanaelewa kwamba ili neno la Mungu ni nguvu ya, yaani saa ile ukweli unapoingia ndani yako kuna nguvu fulani inatakiwa ingie ndani yako. Kwa nini? Kwa sababu tulifundishwa Roho Mtakatifu ni upepo, tulifundishwa Roho Mtakatifu ni moto no. no, no, no, no, no. Tulifundishwa tu Roho Mtakatifu ni, ni kama nguvu fulani umenielewa. Nikawafafanulia ni, ni hapa nikasema jamani, lazima tuelewe timing za Mungu anavyofanya kazi. Roho Mtakatifu anakuja specifically na na na, hii ni approach, kwa sababu mara ya kwanza, sema mara ya kwanza, si useme vizuri nikupe, sema hivi, sema hivi, sema hivi. Mara ya kwanza, wakati Mungu anashuka kwa mara ya kwanza, Biblia inatuonyesha alishuka kuchanganya lugha alishuka kuchanganya lugha Babeli. Mara ya pili anaposhuka lazima aweke lugha sawa kwanza. Sijui hata kama naongea na watu hapa. Mara ya pili anaposhuka anasema ninashuka, lazima aje atengeneze sasa mfumo aliyokuwa anautaka, sababu mwanzoni alichanganya watu lugha. Lete kijiko, analeta tofali. Lete tofali, analeta simenti. Kulikuwa na miscommunication sijui unanielewa. Sasa this time Roho Mtakatifu anakuja aya, anashuka sasa. Jamaa yako kule nje ya, ya, haya huku ndani sasa. Sijajua Biblia iseme walikuwa wananenaje nenaje, manake mimi sinaweza nisikijue kiyunani eh, nisijue kisamaria ki sindio? Jamani eh, tuseme walikuwa wananena kama unavyonenaga eh, hivyo hivyo unavyonenaga eh. Sasa wale walioko kule nje walikuwa wanaona ndimi za nini Sijui kama kuna mtu ananielewa. Wao -wa -wa walikuwa wanaona ndimi za moto, na Mungu alikuwa anazungumza nao, na ndio maana cha kwanza wao hawakuona muujiza kwamba hawa wameongea. Yani unajua, hawakuona muujiza hao watu. Kama walikuwa na vibrate, mimi sielewi, au walikuwa na ruka ruka sarakasi wakati wanaongea, mimi sielewi. Muujiza wao wa kwanza, mbona, they are speaking our own language, mbona wanaongea lugha yetu wenyewe, mbona tunawasikia kila mmoja kwa lugha. Manake kule nyuma hakukuwa na usikivu wa kila mmoja kwa lugha yake. Huyu akisema kwani wewe mimi nikisema kilugha changu ndo kilugha chako? Tafsiri hivi, unafahamu kuna maneno hapa tukiyatafsiri kwenye lugha zingine yana maana tofauti eh? Wewe Msukuma, kisu kinaitwaje kwenu? Kisu eh? Eh? Loshu maka, huna meno ndio ndio lugha Eh, wewe we, losho eh, na Wamasai eh, engale eh, nani Wahaya mpo? Wahaya watumiagi visu waatumia knife nini? Wahaya wana matatizo <laughs> aya eh, eh, nani lugha nyingine eh? Lugha gani nyingine inasema tofauti eh? Waha eh, waha mnasemaje kisu? Mbukita, mbukita, imbukita. Haya, sikiliza, imbukita mpaka kwenye losho, mpaka kwenye masai ingale, kuna uwiano hapa. Asijui kama unanielewa hii ndio ilitokea kwenye Mwanzo kumi na moja, Babeli ikavurugika. Sasa haya, ngoja tuulize losho, Kimasai, losho ni nini? Unaona balaa hiyo, imbukita, mnaimbukita kwenu ni kaptula <laughs> Now you see. Sijui kama unaelewa. Kuna mtu anaelewa ninachokisema hapa? Hichi ndicho kilichotokea kwenye mnara wa Babeli. Sasa wakati huu Roho Mtakatifu ameshuka, jamaa wanasema hivi, ah ah, mbona sasa hivi kila mmoja anasikia lugha yake? Ni kama kuna understanding mpya imekuja, na hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Anasafisha lugha, anatengeneza uwiano, anaondoa yale yasiyofaa. Mfumo wa elimu ambao hautokani na Mungu, Roho Mtakatifu akiingilia kati, anaweka mfumo sahihi ili kuwe na uwiano. No, ipatikane lugha moja ya kimbingu ambayo inaweza kuleta matokeo kwenye ulimwengu. Imbukita. <laughs> Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo huyu anaweza akawa ananena, imbukita imbukita, imbukita, imbukita imbukita, sisi wengine wote tunazama. Mm, yes, yuko rohoni. Kumbe anaongelea habari ya bukta yake, sijajua kama kuna mtu ananielewa. Usipojitambua wewe ni nani, watu watakutambulisha Haleluya. Haleluya. Umeona uzuri wa Roho Mtakatifu. Okay, ukuna, una unanena una, una, una sio tu unaisha tafuta alignment. Emsema alignment, mwambie ni kitu gani hapa, Roho Mtakatifu unakizungumza hii. Hey, lugha inahitaji kuielewa sasa. Wewe mwenyewe uelewu unachokisema, unatusumbua. Roho Mtakatifu akija analeta alignment, unasikia, unasikia kwa sio upepo, alikuwa anaonyesha nilichanganya ndimi zenu, nilichanganya ndimi. Sasa nakuja kuzisanctify, nakuja kuzitakasa ndimi zenu Pyuh. Pyuh. kwa moto, kwa moto, kwa moto. Na ndio maana wewe ukiongea watu wanatakiwa usikilize kwa umakini, kwa sababu wewe uongee lugha mbili kuna mchanganyiko na lugha hii, unashusha mchoro wa kimbingu. Na basikilizeni, mchoro wa kimbingu uko hivyo. Na kwa nini Yesu anasema akija huyo hawaachi atakuwa nani? Sasa akituacha itakuwa kama mwanzoni kule. Mungu alikuwa anakuja kutembea, alafu anawaacha alivyokuja. Kesho yake, mnakumbuka kesho mkuta udogo naye kaenda wapi? Adamu, Adamu kakausha na iko huku niwe jivicha miscommunication anamwali nani amekwambia uko uchi? unasikia swali? Aha. Asema swali la kwanza lilikuwa uko wapi kwanza, halafu uh, iko nani kakwambia huko Uchi. What kind of language is that? Hiyo lugha mbinguni haipo, neno uchi hatujuagi huo msamiati mbinguni. Neno uchi nani wewe, wewe, ili neno uchi umelitoa wapi? Ndugu yetu Adamu, nani suyo hapa, mwanamke ndio umeleta na maana neno uchi. Tuachane na hilo neno uchi. Mmekula jamani hilo tunda, mmekula mwanamke, huyu mwanamke fiu fiu, ndio maana neno uchawi kwenu ni uchawi tofauti. Ukisema uchawi unakuta wengine wanichawa, maana yake kukaa na confusion. Hasa Mungu anawaza, unajua Mungu hafanyi kazi bila order. Anawaza anasema, mm -mm, I need to go back, nahitaji niende chini nikaweke utaratibu. Hivi nilianzaje mm. Ah, kumbe nilianza nilianza na kuvuruga lugha hasa nikiwacha na lugha zilizogongana, hata Roho Mtakatifu akakaa tu kwao, wataendelea kugongana. Na ndio maana nionyeshe mtu aliyejaa Roho Mtakatifu anaelewa lugha ya Kimungu, anamwelewa Mungu, hahitaji haitaji nabii kumfafanulia. Kuna kitu wanakaa wanapanga foleni nabii niambie mambo yetu hawa ni wa, watu wa Babeli hawa, hii ni Babeli wa, wale watu walipojazwa Roho Mtakatifu wakasema, mbona naelewa sije, alikuwa ni Masukuma ya mbona kama naelewa kinachozungumzwa, lugha yetu inaongelewa hapa, naielewa. Halafu Yesu ha? akasema yuko nani huyo? Hata, sasa ndo ndio natuacha. Kwa hiyo natuacha, kwa hiyo vipi? Lini sasa kurudi sasa? Siyo kazi ye. Shut up shut up! Majira yamefichwa ndani ya, ya Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu sikumweka kwenye miti, nimemweka ndani yenu na Roho Mtakatifu hafanyi kazi bila ninyi. Kwao mtaamua mwisho wa dunia uwe lini. Kwa kasi ya injili unayoipeleka na mabadiliko hamjabadilisha uchumi wa dunia. Kanisa limedorola ni masikini, unataka kwenda mbinguni? Wanasiasa wanauana kipumbavu huko, unataka kwenda mbinguni? Mungu anataka aone pattern aliyokuwa ameikusudia. Anasema natumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, alafu nikatawale pale. Yani tukiangalia uchumi umenyoka, mbingu inasema eh, yes. Ukiangalia siasa watu wanasimama hapa, naomba na, na, na sio tu naomba kura. Yaani, kabla ya kuomba kura, kuna jitu lilishaanza kuchonga barabara. Ndio ufalme unavyofanya kazi. Sisi huko hatutafuti mamlaka, kwa sababu mamlaka tumezaliwa nayo. Sijui kama unanielewa, sijui kama unanielewa. Asubuhi tulisoma Isaya tisa, nataka tumalizie hapa Isaya tisa sita. Tumeandaa meza ya Bwana kule tayari. Isaya tisa sita twende chap. Isaya tisa sita tusome, moja mbili tatu. Kwa maana maana, kwa ajili yetu mtoto tumepewa sasa, neno la Kiingereza, a son is given, ndio maana ya mtoto mwanaume. Tuko sawa? na uweza alipozaliwa tu huyo mtoto unanisikia? Alipozaliwa tu, uweza wa kifalme ulikuwa wapi? Huyu haendi kuomba kura. Aa, uweza wa kifalme uko wapi? Maana yake popote atakapotembea wanataka au hawatataka, watatambua huyu aliyeko ni nani. Ni mfalme, na ndio maana kalipozaliwa tu nyota ikatokeza, wakasema hey, kuna mfalme amezaliwa. Na nikawaambia uweza wa kifalme uko mabegani mwake. Wachungaji wakasikia, wakasema aliyezaliwa sio mtu wa kawaida, ni mfalme wa wafalme. Na nikawaambia uweza wa kifalme uko mabegani mwake alipopita pale mamajusi wakaja na dhahabu waka. Wanajua kitu gani cha kumpatia mfalme? Sikiliza sasa, nikwambie, ile mamlaka ya kifalme umepewa wewe, ah. Ile mamlaka umepewa wewe. Hebu simama kwa miguu yako, haya.